Bwana mtazamaji wa Simba Fans TV, kama ambavyo nimekwambia eh, hii ni mechi ambayo wekundu wa msimbazi Simba siku ya leo wanaitaka, kwani eh, Watanzania na wapenda mpira eh, na wanasimba wenyewe kutoka sehemu mbalimbali za ndani ya Tanzania wameendelea kujitokeza hapa, na hapa nipo nao wakali wa Friends of Simba Dodoma, eh, ambao watatuambia wamewasili, eh, wamewasili muda gani, lakini eh, kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba eh, wanakuja kumuua Mwarabu hapa. hapa? hapa. Ficho. Niko nao wanangu wa Simba bwana, bwana, nianze na nani sasa? Mimi nataka nianze na ma, wana, ma wana mambo. habari yako? Wana Dodoma anasemaje bwana? Ni wazima afya, wana wana wana enjoy, flow, wana uhakika wanaenda nusu fainali. Wamewatuma eh? Wametutuma. Yaani tupo kwa niaba ya watu wengi walio nyuma yetu. Eh? Tupo kwa niaba ya watu wengi walio nyuma yetu. Wamewatuma goli ngapi? Goli 4 zinatosha. Mwarabu wa Furukuti wala hana la kusema wala wala hagusi chochote wala nusu finali nafainali ya inatuhusu na wahusu nyinyi kuna watu ambao haiwahusu E, wanajijua ambayo wahusu lakini, sisi wana Simba inatuhusu n yani inatuhusu kindakindaki yeah, na wala sio ya kukosa maana, tunamtaka Zamaleki pale juu, tunasajili Zamaleki huyu huyu kaka yake na huyu mnaocheza naye leo, yani Zamaleki huyu unemjua wewe, si ndo tunemtamani. Tukikutana na yule tunajua nini, tunaenda tunachokitaka. Anataka tukampige kwenye mshono, tukamtoboe pale pale tulipoishia 2003. Ndio hapo hapo anataka tuende tukatoboe hapo hapo. Anasema zama zimebadilika. Yaani hataabadilika hivi tuanze sisi kwanza mwarabu watu. Hamna kichote kiwezi kujirudia ya yale mambo ya zamani, kama atakuja kutolewa. Na uhakika, Goli nne nusu finali naenda na Zamalek, yakija aje atakayekuja yote ule aje na uhakika na amani, finali naenda na kombe nachukua. Finali unaenda na kombe unachukua. Ebu nitajie kikosi chako sasa cha kumtoa mwarabu leo, cha kwenda nusu finali na chakuenda fainali na chakuchukua kombe. Naanza na kama, kama kawaida pale golini mwamba lazima aanze. Tukienda kwa kapombe, tunaenda kwa Shabalala. Hao sio wa kuuliza, maana ndio Mwamba, na injini ya Simba. Ukija pale katikati, tunamweka Hamza. Kuna kalamu lazima awepo, sio akukosa sababu Shemaloni kama ninavyojulikana ana changamoto. Tukimaliza hapo tunamwachia kocha, katikati atajua yeye mwenyewe, aanze na mavambo, aanze na ngoma, akianza mavambo yuko vizuri, akianza ngoma yuko vizuri. Ili mradi mtu anaitwa mpanzo yeah. Kibenis mwamba, Waarabu asikose. Akiona anze na teba sio mbaya, akiona anze na mkwala sio mbaya, aua sio akukosa. Ndo mtu wa kusumbua na kuleta tabasamu Msimbazi hapo. Kwenye kibu na mpanzo umesema ni mambo yote yafanyike, lakini hawa watu wawili usikosekana, wasikosekana. Kwanini umewawekea gadi mapema tofauti na wengine? Nawekea gadi kwa sababu wewe mwenyewe ukiangalia hata kwenye ile mechi ya kwanza yeah, akiwa huko yupo kibu, huko yuko Yani, amna kinachoshindikana. Ni mistake ndogo sana zotokea, kwa sababu hata ile mechi u tumeichukua, ila ni mistake ndogo sana, na kocha amesharekebisha mambo, yameenda sawa na uhakika. Akiwa kibu, akiwa mpanzu, goli nne, sina doubt, sina mashaka, nimemaliza mkazo. Nakwambia hivi tawni nili hapa, ukiona umekosa goli nne, efu arobaini sa kumi na mbili wakali wa ila sema, na Simba mliajiamini sana asilimia mia, katibu. Yani, ukija uliza katibu Sharifa Hamisi friend of Simba Dodoma, elfu arobaini na kufa goli nne, uhakika nusu fainali naingia bana. Ndugu zangu, nimeahidiwa elfu arobaini pale. Kwa hiyo elfu arobaini naipata au naikosa? Hasa ndugu yangu, utakosaje kwa mashabiki wa Simba kwa jit. Sio kwa nne tena. Mimi naongeza naongeza moja. Zinakuwa tano. Dakika Dakika dakika ya kumi naongeza ya kumi shehe, magoli magoli mawili. mawili. kwa Kwa Kwa kwa mpira ushachezwa nimeuona tayari. Sasa shehe wewe wewe ndugu wangu hebu niambie. niambie. Kwa kikosi kikosi kipi kipi wale wale sisi hapa? Kwa kikosi kipi kwa mfano hebu niambie. Wewe mwenyewe angalia tu wapo kwao wanapoteza muda. Na kama kawaida, naongeza dakika 7 nacheza 14. Wenyewe wasitegemee kwamba wewe nani watalala, hapana.

Uwe angalia pale mipira alipokuwa anapoteza, mimi ngoma, sio kwamba, simaanishi mbaya, ni mzuri, ila sema ile juzi, kama sikosea, kuamka vizuri, amtie pale. Fernandez anaweza kuamka vizuri, apumzike kidogo, sio rudi ligi kuu, twende mbele. Hiyo baba Yeah. Namtamani sana yeye yeah. Sasa kama babe wake nani alahali, yeah. Anajua kabisa nikija huku bongo bongo sio bahati mbaya, sema wenyewe bahatimbaya aho, wanafanyaje? Wanatudimiza sasa, atake atatoa atake asitake, atatoa kama <laughs> nilivyokuambia, okwamia, ina maanisha kama dada alivyokuambia game ikiisha, yeah. yeah. E, sasa hata mkipata hizo goli tano, mnaonaje, mkanipa tu elfu arobaini na mimi nikajiunga na na Simba kufurahi Umependeza nini? Umependeza mabogo, mambo wazima kabisa, naona mmekuja, naungana pamoja yani, alafu nyinyi kwanza, mi nawapenda eh. Kile dabu ilikuwepo hapa ikakosekana, mkaondoka. Leo tuna Alimasi, mmerudi tena. Mi wanachama safi ah. Ah. Ah.